Umewahi kujiuliza kwa nini watu wenye vyeti elimu kubwa na vyeo vikubwa mara nyingi unaishia kulalamika? Kwa nini yule aliyefika hadi chuo kikuu anaishi kwa stresi zaidi kuliko mtu wa kawaida aliyeamua tu kuanza biashara sokoni? Leo tutafunua siri nzito ambayo mfumo wa elimu hautaki ujue, kwa nini wasomi wengi ni maskini na wachache mno kati yao hufanikiwa kweli. Lakini kabla hatujaingia ndani kabisa, bonyeza subscribe hapa Fikra Chanya, maana hapa tunachambua maisha, pesa na akili kwa mtazamo wa kipekee unaobadilisha fikra zako milele. Tazama mfano huu: kuna wasomi wawili, Asha na Juma. Asha alipata alama za juu kila darasa, alisoma akamaliza digrii, akapata kazi serikalini. Juma hakumaliza hata diploma, akaanza kuuza mitumba. Miaka kumi baadaye, Asha ana deni la mkopo wa elimu anasubiri mshahara wa mwisho wa mwezi, wakati Juma ameajiri watu kumi na mbili na anamiliki nyumba mbili. Swali ni je, akili ya Asha ndiyo ilishindwa? Hapana, ni mfumo wa kufikiri ndiyo ulimweka kifunguni. Leo nitakueleza sababu saba halisi zinazoficha ukweli wa kwa nini wasomi wengi ni maskini na wachache mno kati yao hufanikiwa kweli. Sababu ya kwanza: elimu iliyoundwa kutengeneza wafanyakazi sio wajasiriamali. Mfumo wetu wa elimu ulijengwa wakati wa mapinduzi ya viwanda. Lengo lilikuwa si kukuza ubunifu, bali nidhamu na utiifu. Watu walifundishwa kufika kazini kwa wakati, kufuata maagizo na kufanya kazi bila kuuliza. Lakini dunia ya sasa haimlazimishi mtu kufuata maagizo, inamzawadia anayetatua matatizo. Na hapa ndipo wasomi wengi wanashindwa. Wanajua kujibu maswali lakini hawajui kuuliza maswali sahihi. Wanajua kupata kazi lakini si kutengeneza nafasi. Elimu ya rasmi inakufundisha kufaulu, lakini elimu ya maisha inakufundisha kufanikiwa. Sababu ya pili, hawana uelewa wa fedha, financial literacy. Wasomi wengi wanajua formula za hesabu, lakini hawaelewi formula ya pesa. Wanaweza kueleza GDP ya nchi, lakini hawawezi kueleza mzunguko wa fedha zao wenyewe. Wanajua salary lakini hawaelewi cash flow. Wanajua income lakini hawaelewi asset na liability. Na hapa ndipo siri ya utajiri inakaa: kwenye kuelewa pesa ni msaidizi, si bwana. Wakati tajiri anawaza namna ya kufanya pesa ifanye kazi kwa niaba yake, msomi anawaza namna ya kufanya kazi zaidi ili apate pesa. Sababu ya tatu, hofu ya hatari, fear of risk. Kwenye shule kosa ni kitu kibaya. Ukipata alama ndogo unahukumiwa. Ukiuliza swali lisilo sahihi unachekwa. Kwa hiyo akili ya msomi inajenga imani kwamba kosa ni kushindwa, na mtu anayehofia kushindwa hawezi kujaribu. Mtu asiyejaribu hawezi kufanikiwa. Wajasiriamali hawakufanikiwa kwa sababu walijua kila kitu, walifanikiwa kwa sababu hawakuogopa kujaribu. Wakati msomi anasubiri perfect plan, tajiri anaianza imperfect action. Sababu ya nne: kuuza muda, siyo thamani. Mshahara ni kitu kizuri, mpaka utambue unauza muda wako. Kila saa unayofanya kazi inakupa pesa, lakini muda huo hautarudi tena. Tajiri anauza thamani, anaunda mfumo, bidhaa au huduma inayoweza kuendelea kumpatia pesa bila uwepo wake wa lazima. Ikiwa unalipwa tu unapofanya kazi, basi bado hujaanza safari ya uhuru wa kifedha. Msomi anauza muda, tajiri anauza mfumo. Sababu ya tano: kutegemea mfumo, sio ubunifu. Wasomi wengi wamefunzwa kutegemea mfumo uliopo, serikali, kampuni au taasisi. Wanaamini mafanikio hutolewa, si kutengenezwa. Lakini dunia ya leo inazawadia ubunifu. Haitazami vyeti vyako, inatazama suluhisho lako. Wengine wanajenga CV bora, wengine wanajenga brandi bora. Swali ni wewe unajenga nini? Sababu ya sita: kiburi cha kielimu. Wasomi wengi wanapenda kuonekana wanajua kila kitu, na tatizo la kuonekana unajua kila kitu ni kwamba unakosa nafasi ya kujifunza kitu pipya. Wako radhi kukataa ukweli unaotoka kwa mtu asiye na digrii lakini wanakubali ulongo unaotoka kwenye mfumo wa vyeti. Kiburi cha maarifa kimeua ndoto nyingi kuliko ujinga. Elimu ni muhimu, lakini unyenyekevu wa kujifunza ni muhimu zaidi. Sababu ya saba na ya mwisho, wanapima mafanikio kwa vyeo, sio matokeo. Wasomi wengi wanapima mafanikio kwa heshima ya kijamii: nimeitwa doktori, nimeitwa profesa. Lakini dunia haipimi vyeo, inapima matokeo. Watu hawajali unajulikana kama nani, wanajali unafanya nini, kinachobadilisha maisha yao. Cheo kinaweza kukupa heshima, lakini thamani ndiyo inayokupa uhuru. Msomi anatafuta cheo, tajiri anatafuta matokeo. Elimu ni muhimu, lakini elimu peke yake haitoshi. Elimu inakupa chombo cha kufikiri, lakini mindset ndiyo injini ya kutajirika. Rafiki yangu, usiridhike na kuwa msomi tu. Kuwa msomi mwenye akili ya utajiri. Kuwa msomi anayefikiri kwa uhuru, anayechukua hatua, anayejenga thamani. Swali langu leo ni hili, unataka kujulikana kama msomi au kama mtu aliyebadilisha maisha yake? Andika jibu lako kwenye comments hapa chini, na kama umependa video hii, bonyeza subscribe, maana kila siku hapa Fikra Chanya tunafunua saikolojia ya mafanikio, uwekezaji na jinsi ya kubadilisha fikra zako tuwa fedha.